Okay. Leo nitakufundisha jinsi ya kuweza kutumia TikTok bila bando, jinsi ya kuseti TikTok yako uweze kuitumia bila bando. Ni njia rahisi sana, ambacho nataka ukifanya ni kwamba, kumbuka hapa ni Bongo Information Technology. Leo nitakufundisha, usisahau ku subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Sasa, okay, kabla ya yote, TikTok ya yote ukiangalia hapa kwenye TikTok yako kwa chini nenda kwenye profile yako, hapa kwenye profile. Ukishafika sehemu yenye profile, so lingoja ni mlaiki huyu. Ok, bila kupoteza muda kwenda kwenye profile, ukifika sehemu yenye profile. Ok, sehemu yenye profile ndo kama hivi unavyoona. So, unachotakiwa ukifanya ni kwamba gusa sehemu ya juu yenye mistari mitatu. Ukishagusa yes, so, sehemu hiyo kama hivyo, then we, nenda sehemu iliyoandikwa privacy setting. Hapa sehemu iliyoandikwa setting and privacy ukishapagusa, nenda chini kabisa, kuna sehemu yameandikwa offline videos. Ukishafika sehemu iliyoandikwa offline video hapa hivi ukishafika utapagusa, ukisha kuangalia hapa juu kuna video hamsini, hapa kuna video hamsini, kuna video mia, kuna video mia hamsini na video mia mbili. Sasa unaangalia hapo, the way ina cost bundle kiasi gani, na kisha sehemu hiyo unakuwa uko kwenye sehemu ambayo ina wifi. Kwa ina maana ukisha download hizo video zako, ina maana zenyewe zitakuwa zinajirefresh automatically. Imagine unatizama TikTok bure kabisa kwa MB yaani kwa, kwa, kwa, kwa kutizama video mia mbili kwa siku ni nyingi sana. TikTok, hii hapa ni Bongo Information Technology. Sawa, kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Asante.